Habari, uh, ndugu mpenzi mtazamaji, najua na imekuwa ni hamu yako kubwa sana, uh, kuweza kupata elimu hii ya namna gani ya kutengeneza website pamoja na mobile app kwa bila kutumia kodi ni tunatumia platform ambayo, uh, ni teknolojia iliyoanzishwa elfu uh, mbili na kumi na nane inaitwa Flutter Flow ni software ambayo una uwezo wa kutengeneza website, ijapokuwa specifically ilidesigniwa kwa ajili ya kuweza kutengeneza mobile application, lakini pia una uwezo wa kutengeneza uh, website au ukatengeneza mfumo wote mdogo kutokana na mahitaji yako na kutokana na matumizi yako. Sasa kuna baadhi ya vitu vya kuzingatia, wakati napokea watu wa kuingia darasani kujifunza Nilikuja nikagundua kuna watu ambao, uh, ana biashara yake, huenda pia ni wewe ukawa ni mmoja wapo unanitazama au unanisikiliza, ana biashara yake, so anahitaji kutengeneza application au website ya kwake kwa ajili ya biashara yake. Uh, mimi ningekushauri, kama una muda wa kutosha, unaweza ukajifunza, kwa sababu uh, kadri unavyofanya mazoezi, unapofanya mazoezi ndivyo unavyokizoea kitu. Ukisha kizoea kitu ndivyo unavyoweza kutengeneza kitu ambacho aa, ni kizuri zaidi, kwa sababu ukisema ujifunze tu ndani ya mwezi mmoja uh, kuna baadhi ya vitu lazima havitokuwa havitoenda vizuri. Uh, otherwise, labda uji, uji, uji, yani ujifunze kwa kurudia rudia. Mfano, sasa hivi tumeanza, baada ya mwezi mmoja ukipita, tukimaliza darasa Una rejoin again, yani unarudia kujifunza ili, uwe, ili uweze kuwa vizuri zaidi kwa sababu uta, utajiunga na wanafunzi wengine wapya ambao wataingia katika muhula mwingine ambao tunategemea uwe ni mwezi wa tatu. Kwa hiyo, maanake wewe utarudiarudia darasa ili uweze kuelewa vizuri kwa sababu uh, kikubwa hapa ambacho kinawachanganya watu wengi ni logic zinazotumika kutengeneza lakini pia kingine ki ni designing. Uh, kama hauna knowledge ya graphics design utaendelea kuipata mdogo mdogo kadri tunavyoendelea, ila graphics design ina ina inahusika ina, ina kwa asilimia kubwa, kwa sababu ndio ambayo inatengeneza mwonekano wa application iweze kuonekana vizuri au website iweze kuonekana vizuri. Kama hufahamu uh, graphics ni bora ukaanza kujifunza elements of graphics, yani kwamba ukitaka kufanya graphics, unazingatia vitu gani na vitu gani? kuna baadhi ya link nitazishia uh, kwa ajili ya mtu kujifunza ambao zipo ni, ni, YouTube ni video zipo YouTube nilizoelezea element za graphics. Uh, sasa uh, katika darasa letu kwa siku ya kwanza nilikuwa natamani tamani tuifahamu uh, kwanza flutter flow, jinsi inavyofanya kazi lakini pia ni mfumo kama nilivyotoa historia hapo kwa ufupi lakini pia uh, FlutterFlow ukiingia kwenye Google Chrome ya kompyuta yako, ni, ili uweze kutengeneza vizuri ni bora utumie kompyuta na usitumie simu. Kwa hiyo ukiingia kwenye kompyuta yako ukafungua FlutterFlow uh, utaandika uta search tu hapo FlutterFlow uh, ukibonyeza enter ita, itafunguka. Hakuna FlutterFlow nyingine kwamba utakutana na option nyingi za FlutterFlow no, ipo tu imeandikwa FlutterFlow.io, ndio software yenyewe inayotumika. Uh, ipo ambayo unaweza ukadownload ukainstall kama desktop app, au unaweza ukaitumia kwa mfumo wa website. So kisha ifungua e FlutterFlow itaonekana itafunguka, ni website ambayo watakuonyesha tu service wanaozitoa. Hiki kinachoonekana hapa, maana yake huyu ni unaona, uh, kama hapa anabadilisha rangi, ana set backend, ana set database yake itakuwaje. Uh, kuna sehemu zingine itabidi uandike code. Ni function tu eh, fupi ambazo zipo ni constant, unaweza ukakopi na kupaste sehemu. Kwa hiyo usije ukashtuka uka wala ukaogopa. Uh, lakini pia hii website ina inakuonyesha ina, ina, ina, ina tu kwamba pia uh, Flutter Flow inadili logic. Ina deal na logic. Kwa hiyo inatengeneza user interface pamoja na logic visually. Uh, kama unavyoona mambo ya true and false kwamba nikibonyeza hii button nataka ifanye moja, mbili, tatu. Sasa zile tunaziita ni logic. Inaweza ikawa ni true and false, inaweza ikawa ni uh, ni if statement Uh, logic zote ambazo ndo maana nil, nilitamani angekuwa ni mtu wa IT kwa asilimia tisini angeelewa logic inaozizungumzia, lakini pia eh, kwenye application kwa FlutterFlow unaweza ukaconnect app na data zingine kwa, kwa uh, click moja, mfano firebase. Firebase ni database mojawapo ambayo kwenye FlutterFlow ni rahisi sana kuintegrate na kuitumia lakini pia unaweza ukatumia AI kuweza ku generate pages, yani unaandika kile unachokitaka, then AI inakutengenezea page ambazo unazihitaji, ikiwa imedesign imewekwa na rangi. Pia unaweza ku customize service zote za Google, iwe ni Google Map. Uh, iwe ni kitu kingine chochote, unaweza ku customize na ukapata. So tusiendelee sana huku cha kwanza kabisa, Flutterflow inalipiwa, uh, inalipiwa kwa mwezi ni kama vile themanini uh, lakini una uwezo wa kuitumia bure muda wowote ule unaotaka, una uwezo wa kutumia bure uki unatengeneza kitu, ila itakulimit baadhi ya function ambayo sio za muhimu, kwa sababu kwa sababu ndo unajifunza, sio vizuri ukailipia Flutterflow, uh, wakati ndo unajifunza ni vyema Uh, ukaitumia uka for free kwa sababu unaweza ukaitumia for free hapa tukujisajili uh, mfano kama mimi ni login. Kama haujawahi kujisajili kwenye FlutterFlow uh, usihangaike mambo ya kujisajili na nini, unaweza ukalogin tu kwa kutumia email uh, so utalogin kwa kutumia email yako kwa kusign in kwa kutumia Google account yako au unaweza uka sign up kwa kujaza tu baadhi ya taarifa. Ni taarifa chache tu ambazo una unazijaza unazifungua. Hii nadhani ni kitu simple, kwa sababu kama umeshawahi kutumia mfumo wote ule ukajisajili, na I, I hope pia kutumia hichi kitu kwa kujisajili tu itakuwa ni kitu simple ambacho sidhani kama kinaweza katuchukua muda kuweza ku kuelekezana kuhusiana na hiki um, Sasa mimi hapa itafunguka so ikifunguka inafunguka kwenye, kwenye dashboard yako ambayo inakuonyesha project ulizonazo. Uh, so mimi hizi ni baadhi ya project ambazo nimeshawahi kuzitengeneza kwa kutumia Flutterflow. So kama wewe ndo mpya una join up, maana yake application hautoona hizi hizi hizi hizi, hautoziona hizi project, kwa hiyo utakutana hapa ni blank sehemu hapa utakutana ni inayo ha haina kitu kwa itabidi uanze kutengeneza project mpya eh, kutokana na jinsi wewe unavyohitaji kutengeneza sasa umeona hapa plan yake ni free so unaweza ukaitumia hii application huu mfumo kwa bure kwa sababu ndio unajifunza kwa mahitaji ya asilimia karibia themanini ya mtu anayejifunza unayapata kuelekea tisini so ukifika pro ndio uh, ukifika pro kwamba app yako unataka uitoe hapa uiweke kwenye simu uiweke presto ndo unaweza wakulipia, na unalipia ukilipia kwa mwezi elfu themanini. Maana yake flutterflow naitumia uh, for lifetime, yani unaitumia kwa mwezi mzima bila kuwa na limited features yoyote, kwamba unaweza ukatengeneza application hata hamsini uh, website hata mia moja na zote ukazi export na bado zikaonekana vizuri na zisiwe na shida yoyote. Uh, sasa hii flutterflow features zingine tutaendelea kuelekezana wakati tunafanya kazi. Uh, lakini unaona hapa kuna sehemu ya projects ambazo ndo hizi lakini hapa ni my organization, my organization kwamba una uwezo wa waku, waku, kutengeneza collaboration na madevelopa wengine kwa sababu flutterflow almost sasahivi wana zaidi ya madevelopa milioni tatu milioni tatu kama pointi sita ambao wame join up wanaotumia FlutterFlow kwa ajili ya kudevelop softwares. So unawezi ukacollaborate nao, kwa sababu kuna some logic ambazo zinakuwa ni ngumu kwako kuziweka. Kwa sababu kwa mfano, kama sisi tuliwahi kupata challenge ya kutengeneza logic moja ambayo ilituchallenge kidogo, sababu ilikuwa ni software mpya. So inabidi ucollaborate na watu wengine ambao huenda wao wakawa na uelewa zaidi, kwamba ukitaka kutengeneza hii logic fanya hivi na hivi, na hapo sio kwamba eti unaifahamu vizuri FlutterFlow, no. Na mtu mmoja nilizungumza naye, nikamwambia, ni IQ yako, uwezo wako wa kufikiria ndio utakao utakaokusaidia wewe kuweza kuzi kuzi master vizuri logic. Lakini kwa sababu tunapotengeneza software almost tunatumia creativity na akili, lazima iconcentrate kwa asilimia kubwa kwa hiyo hapa kwenye collaboration, maana yake ni unaweza ukajoin na watu wengine, lakini pia um, kwenye team design and the library, kuna baadhi baadhi ya ya, ya templates huwa zinakuaga shared. Unaweza ukajoin kwenye hii team alafu ukapata templates. Unakuta kuna mtu kashare design templ template ya apps inavyotakiwa kuonekana, then wewe ukaibadilishia okay, rangi ikafanya kazi kama vile wewe unavyotaka, kama unaona ina meet requirements zako, lakini hapa kuna marketing place. hapa kwenye marketing place ni sehemu ambapo wanauza softwares, wanauza software. Unakuta kuna mtu kashatengeneza kabisa mobile application au kashatengeneza website na inafanya kazi, sasa wewe inabidi uinunue. Ukinunua hiyo software, inabidi uitengeneze database kama kuna sehemu aliweka logic azijakaa sawa, inabidi uweke za kwako. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni, ni, ni, ni kizuri hapa kwenye marketing, kama una pesa ya kutosha, japokuwa zingine zipo za bure, ila kwa sababu ndo unaanza ni vyema ukakustomize ya kwako from the scratch, yani kutoka mwanzoni. Then hapa kuna resources. Resources hapa ni vitu ambavyo unaweza ukauliza au kujifunza kama unataka kujifunza documentation, namna ya kuaccess documentation na ku search frequent asked questions za FlutterFlow, kama unataka helping center, kama unataka tutorials, kuna tutorials zao ambazo wameziandaa za kumwelekeza mtu. Uh, kama unataka FlutterFlow blog uione. Uh, kama unataka yani, kuna kuna documentation nyingi tu hapa ambazo unaweza ukajifunza kama unataka kujifunza zaidi au kuna kitu kimekuchanganya, lakini kwa sababu sisi tuko hapa, maana yake tutakusaidia. Lakini pia uh, kwenye community ni kitu kile kile kama nilivyokielezea mwanzoni. So hapa, maana yake unakuwa umeshaielewa FlutterFlow kwa nje, jinsi inavyofanya kazi. Hapa ni unaweza ukabadilisha tu, kama unataka iwe ni, ni light au unataka iwe dark, ni vile wewe utakavyopendelea kubadilisha sasa. Ukitaka kufungua project mpya, inabidi ubonyeze hapa create new, utabonyeza hapa create new. Ukibonyeza create new, utaweka jina la, la project unaotaka kutengeneza. Let's say eh, tunataka tutengeneze e-commerce, kwa sababu ndo mostly kitu ambacho kinatumika sana, so tunatengeneza project, inayoitwa e-commerce website I mean e-commerce app pamoja na website at the same time, kwamba hadi kuja mwezi unaisha, tunakuwa tumeshakamilisha kutengeneza e-commerce website na app on the same time. Yani kwamba mfano kama ukiingia Alibaba, ukafungua ile application yao, ukiingia na kwenye website, utakutana na jinsi application ilivyo na website iko the same. Ndio kitu ambacho tunabidi tu, waswahili wa wanasema kudinda nacho kwa hiyo uta, uta, utafungua i mean utaweka jina hapo e-commerce, tuseme ni e-commerce class app, ndio jina ambalo tutalitumia. Then ukimaliza hapa, kuna baadhi ya templates ambazo unaweza ukazitumia ukazichagua, kwamba labda unataka template hii, unataka template hii, unataka template hii uzitumie eh, kama mwanzo, ila nakushauri kama ndo unaanza usitumie template yoyote, ni bora ukatengeneza ya kwako from the scratch. Itakusaidia kuliko kutengeneza, I mean, kutumia za watu koo, kutengeneza from the scratch, unakuja hapa create blank, um, ambapo itafunguka e, e, project yako sasa, ili uweze kuendelea na kuedit na vitu vingine wani watakupa tu, uh, congratulations kwamba ume kutengeneza application kupitia FlutterFlow.